Okay. Nataka na niwatajie machache kwa sababu spishi ya rais iko kwenye ni mitandao, nendeni mkaisikilize baadhi ya hayo Samia ame ua. Nilisema habari ya mtu wa Lugenge kulipa elfu kumi akienda hospitali ya mkoa, wanamwambia bima yako ni ndogo, asipotibiwa wanasema hela yako ametumia mwingine, halafu huyo mwingine ambaye yeye bima yake ni kubwa, asipotibiwa haiji kukusaidia wewe mwenye bima ndogo. Nilizungumza kwenye kampeni, nikasema tunaita nchi hii tuwe na bima ya afya ambayo ni mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano amelichukua hilo. Jambo lingine aliwezungumza, nilisema kwa sababu Watanzania wengi kwa sababu ya ugumu wa maisha walishindwa kwenda shule, kwa hiyo hawa wataalam wanatumia

kwa sababu vifaa vya ujenzi vimepanda bei, tunahitaji kupunguza vifaa vya ujenzi ili vijana watoke kuishi kwa wazazi wao wakajenge nyumba zao nzuri. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati analihutubia taifa dira ya mwaka 2025-2030. kwa hiyo tutarajie vifaa vya ujenzi kushuka bei yeah, jambo lingine ambalo nililizungumzia ni issue ya katiba mpya. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amelipokea nalo, kwa sababu hizi kampeni walikuwa wanazifuatilia, na ndio maana kwenye mikutano yetu tulikuwa na mtu lakini tulikuwa na tume ya uchaguzi ilikuwa ikizunguka ikitukagua. Sasa niwaambie siri, mmepeleka mtu sahihi. Ukiona una mbunge ambaye akizungumza tulipiga kelele, barabara ya Ludewa. Juzi, Samia amesema barabara zote zilizokuwa zimesimama zitaanza kutekelezwa. Sasa mimi nikasema amezungumza vizuri sana, tunasubiri vitendo. Sasa kwa bahati nzuri ni mbunge tunaita nimekabidhiwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Niliahidi kwamba ofisi ya mbunge itakuwa na wakili yeyote anayenyanyaswa kwenye nchi hii, hasa na, na serikali serikali, sijui mwenyekiti, si mtendaji, sijui kilikwenda karudi, akatetewe na wakili wa ofisi ya mbunge.